Kama tunavyofahamu wote, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. E, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu kwetu Tanzania. Ni tukio muhimu kwetu sote. Nchi yetu ni nchi ambayo iko kwenye mifumo ya vyama vingi ilianza kabla lakini mwaka elfu moja mia tisa, tisini na tano, kama tunavyofahamu nchi yetu ilianza mifumo ya vyama vingi kwa kuingia katika uchaguzi wa vyama vingi. Tunamshukuru sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu na baba wa taifa, kwa sababu kwa kweli yeye ndiye aliyeamua wakati ule ile kura ya maoni ilipofanywa ilionekana ambao walitaka twende kwenye vyama vingi walikuwa wachache sana, na walikuwa wachache sana na inasemekana ni mfumo wa vyama vingi, wakati ule walisema labda asilimia ishirini, lakini Mwalimu Nyerere akasema hapana, lazima tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi, akasisitiza kwamba msipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi vinginevyo upinzani utatoka ndani ya chama kimoja. Kwa hiyo, ndugu zangu, ni uchaguzi ni zoezi muhimu sana, kwani tukifanya vizuri utatupatia viongozi bora na wazuri. Kwa nini mifumo ya sera ya uchaguzi ibadilishwe kadiri ya mang'amuzi? Uchaguzi wa ishirini kumi na tisa 2020, ishirini 20, ishirini 20, ishirini na nne haukuwa wa halali wala hak, wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? Tangu uchaguzi wa serikali za mtaa ufanyike, bado hata miezi sita haijapita, leo unawezaje kuwahakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa ishirini ishirini na nne hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki, huyu hapa, hatujaonyeshwa. Pia wahusika bado hawaoni vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi, ni shida na kasoro. Tume ya sasa haifai kama ndio walioharibu uchaguzi wa ishirini ishirini na nne. Kwanza, wana ukakasi katika kutafsiri kwao kanuni za uchaguzi. Pia kwa maeneo waliokuwa kabla na waliowateua, ni ngumu kwao kusimamia haki huku nyuma sisi tulishapendekeza tume iweje, tukitaja mifano ya nchi jirani zinazotuzunguka. Ni jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana na tukipoteza hatutaipata. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye au yule anayesema, jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli? Kwa maana hiyo kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe mbali itende kazi zake kwa haki demokrasia. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa, uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa, na kama wataruhusu uchaguzi, wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru, demokrasia itakufa. Hii ni nchi ya waelewa, nchi ya wastaarabu, nchi ya wachamungu na wenye kupenda demokrasia na amani katika misingi ya demokrasia, mamlaka ya serikali yanatokana na serikali iliyochaguliwa kihalali. Demokrasia ya ukweli, viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu. Wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua. Kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka. Na kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika, muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Wito ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kila mtu amwogope Mungu na kuisikiliza dhamiri yake, sauti ya Mungu inayozungumza ndani mwetu. Mwisho, kwa ninyi ndugu zangu wana Lindi na wengine mlioko hapa na watu wote wenye mapenzi mema na nchi yetu, nawatakia Pasaka njema ya furaha na amani. Kristo mkombozi aendelee kutukomboa kutoka kwenye dhambi zinazojirudia na magumu mengine yote yanayoturudisha nyuma. Bwana amefufuka. Aleluya, aleluya. Bwana amefufuka. Aleluya, aleluya. Nawatakia Pasaka njema. Asanteni sana.